ni Ayo TV na millardayo.com katika uchambuzi wa magazeti ya siku ya Jumatatu ya Disemba 5, 2016. Karibu sana, jina langu naitwa Alice Tupa na moja kwa moja nikianza na magazeti hard news kwa siku ya leo, gazeti la Mtanzania katika ukurasa wake wa mbele kuna habari inayosema rais atoa neno zito kwa mahasimu wa JK. Ni habari kubwa kwa siku ya leo ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili la Mtanzania, lakini habari hii inaendelea kuwa undani zaidi katika ukurasa wake wa nne wa gazeti hili. Habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema Rais Dr. John Magufuli ametaka rais mstaafu ya ya awamu ya nne Jaka Kikwete aache apumzike. Dr. Magufuli pia ameshangaa kuhusishwa na kuzuia bandarini mizigo ya taasisi ya wanawake na maendeleo ama inaoongozwa na Salama Kikwete. Taarifa iliyotolewa jana kwa vyombo vya habari na kurugenzi ya mawasiliano ya raisi Ikulu ilisema raisi amesikitishwa na kile kilichodaiwa kuwa ni uzushi unaofanywa kwa lengo la kumchafua raisi Kikwete na familia yake kwa kuandika kuwa anahusika kuzuia mizigo ya wama bandarini mpaka hapo itakapolipiwa kodi. Nimesikitishwa sana na uzushi unaofanywa dhidi ya Rais Mstaafu Jakaya Kikwete na mke wake Mama Salma Kikwete. Tafadhali wale wanaotengeneza uzushi huu wacheni mara moja na mwacheni Rais Kikwete apumzike. Rais Kikwete amefanya kazi kubwa kulitumikia taifa hili, amestaafu anapumzika. Narudia mwacheni apumzike. Serikali haitaendelea kuvumilia uzushi na uchonganishi huu unaofanywa na maku unaofanywa kwa makusudi ili kuwachafua viongozi wa staafu, alionya Rais Magufuli. Hivi karibuni baadhi ya vyombo vya habari na mitandao ya kijamii ilichapisha taarifa zinazomhusisha mwenyekiti wa WAMA Salma Kikwete kwamba ameshindwa kulipia kodi ya mizigo mikubwa iliyoingizwa nchini na hivyo kuwa hatarini kupigwa mnada. Taarifa hiyo ya Ikulu ilisisitizwa kwamba si kweli, mizigo hiyo ilizuiwa na Dkt. Rais Magufuli na wala rais hajawahi kutoa agizo lolote kuhusu mizigo hiyo kuzuiliwa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa nne wa gazeti la Mtanzania. Lakini tukiangalia habari nyingine, nasema shisha yatajwa chanzo cha mapato ya serikali, na habari hii pia tukiangalia kwa undani zaidi nasema licha ya kupigwa vita na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda, imebainika kwamba shisha ni chanzo cha mapato ya serikali. Utafiti uliofanywa na Mtanzania na kuthibitishwa na, na baadhi ya bunge, shisha inatambuliwa na sheria ya ya kodi ya mwaka 2016 iliyopitishwa na Bunge Juni mwaka huu kama chanzo cha mapato katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Tanzania. Lakini tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Mtanzania zinasema wanafunzi elfu 28 wakosa nafasi sekondari. Ni habari hiyo ambayo naweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa wa 4. Lakini pia kuna habari nasema, mbunge apinga amri ya RC Makonda, DC aagiza aliyejificha msituni asakwe zote. Ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti la Mtanzania. Tukiliangalia gazeti la Jambo kwa siku ya leo nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Lowassa atia ubani uamuzi wa JPM. Ni habari hii kubwa kabisa ambayo imepewa kipaumbele kwa siku ya leo na gazeti hili, lakini habari hii inaendelea katika ukurasa wa nne na habari hii pia, tukiangalia kwa undani zaidi, inasema ni kama ametia ubani, ndivyo anavyoweza kusema. Waziri mkuu wa zamani dudu Lowassa amepongeza uamuzi wa rais John Magufuli kumteua Dr. Emmanuel Nchimbi kwa balozi akisema, umemfurahisha, huku wasomi wakisema umelenga kumaliza makovu ya uchaguzi mkuu uliopita ndani ya CCM, Dr. Chimeni kada wa CCM ambaye alikuwa mwanaharakati katika kambi ya Lowassa wakati wa mbio zake kuwania urais ndani ya chama hicho kabla uchaguzi mkuu mwaka jana, ambapo jina la Magufuli lilipitishwa baada ya kuvuka hatua ya mchujo iliyokata jina la Lowassa. Akizungumza na Jambo Leo jana, Lowassa alichuana kuwania urais na Rais Magufuli baada ya kuhamia Chadema kutoka CCM. Alisema ni jambo jema kushirikisha alisema ni jambo jema kushirikisha viongozi kuongoza nchi na kubainisha kuwa mbali na Dkt. Nchimbi uteuzi wa mabalozi wengine pia umemfurahisha. Tukiangalia habari nyingine anasema, mwanafunzi adai kulishwa kupe, kupigwa, ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika kurasa tatu, na habari tukiangalia kwa undani zaidi, nasema mhitimu wa kidato cha nne shule ya sekondari Simba Kibaha Tyson mwandika mwenye umri wa miaka 18 yupo hoi kitandani baada ya kudaiwa kupigwa kikatili, huku akilazimishwa kula kupe na watu wanaodaiwa kuwa ni wafugaji jamii ya Kimang'ati, wakati chanzo kikitajwa kuwa ni ng'ombe. Mwanafunzi huyo mkazi wa mtamsa angani mkoani humo mwanafunzi huyo mkazi wa mtaa Msangani mkoani humo ambaye amehitimu kidato cha nne mwaka huu anadaiwa kufanya ukatili huo wiki iliyopita na hadi sasa yupo kitandani ambapo huinuka kwa msaada wa watu wengine. Akisimulia kisa kizima, Mwandika ameliambia Jambo Leo kwamba siku ya tukio alitoka nyumbani saa 12 asubuhi akiwa na mbwa baba yake kwenda kuinda wanyama wadogo waharibifu wa, wa mazao wanaopatikana umbali kidogo na makazi wanaoishi yalipo jirani na msitu. Akisimulia alisema wakati akitokea kwenye hilo baada ya kuinda alishangaa kumwona ng'ombe akiwafuata mbwa hao na kupata sos, ambapo alimpigia simu baba yake aliyemshauri wamwache, kwani akiwa nyumbani kwao mwenye ng'ombe huyo atapatikana. Mwandika alisema akiwa njiani kuelekea nyumbani alikutana na vijana watatu waliomhoji alikompata ng'ombe huyo, na alisimulia kama alivyomweleza baba yake, lakini wakamtaka abaki kwanza eneo hilo, wakidai kuna mtu amepotelewa na ng'ombe wanamwita ili aje mtambue. Kwa mujibu wa kijana huyo punde tu pofika alidai kuwa ng'ombe huyo ni wake na kuanza kudai kwamba ameiba ng'ombe huyo, hivyo hapokuwa na namna nyingine zaidi ya kumwadhibu kisha kumwua, ambapo alijitetea lakini haikusaidia. Alipofika mtu huyo na kudai nimeiba ng'ombe huyo, alininyang'anya begi langu dogo la mgongoni nilokuwa nimeweka maji ya kunywa, wakanywa na kutupa lile kopo, wakanilazimisha nimshike mke ule ng'ombe hadi tutakapofika huko, wakinipiga na virungu na fimbo zenye unene wa mti wa fagio la chelewa miguuni. Waziri Mkuu amteka Waziri Mkuu wa Mtega Tizeba ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia polisi wagomea operation ikatafunua ya Chadema, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne Lakini CCM wafundishwa kuongeza wanachama, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili Majivu mwili wa Kasurazi kwa. Lakini katika habari za michezo kuna habari inasema busu kununua mkataba wake Yanga. Zote ni habari hizo ambazo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani wa gazeti hili la Jambo Leo. gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele, kuna bado nasema ukawa na CCM kutikisa majukwaa kwa siku thelathini ni katika uchaguzi mdogo wa ubunge wa Dimani na madiwani wa kata ishirini na mbili bara, kampeni kuanza Disemba 22 hadi Januari 21 2017, kaku kafu kukutana leo kujua hatima kushiriki uchaguzi ni habari kubwa kwa siku ya leo, ambayo amepewa kipaumbele na gazeti la Mwananchi. Lakini habari hii unaweza kuendelea katika ukurasa wa nne wa gazeti hili hili la Mwananchi. habari nyingine habari nyingine katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi nasema RC wa JK atoa ushauri mzito kwa Magufuli na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi nasema, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya Johni Mwakipesile amesema angekuwa rais na kugundua utitiri wa watumishi hewa kama alivyofanya Rais John Magufuli angewaita makatibu tawala wa mikoa, wilaya, wakurugenzi wa halmashauri na, na wahasibu na kuwafukuza katika uwanja wa Taifa. Mwakipesile alisema hayo alipoulizwa maoni yake kuhusu utawala rais ni Magufuli na usemi wake wa utumbuaji majipu kwa watumishi mbalimbali wanaodaiwa kukiuka maadili ya kazi. Alisema suala la watumishi hewa linasikitisha na aibu kuwa kwa serikali zilizotangulia huku akisisitiza kwamba lazima wahusika wawajibishwe. Ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa ndani wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema tume ya kemea serikali kukiuka utawala bora, hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa tano, lakini kuna habari nyingine inasema mzee wa upako asema tajeni nilikunywa pombe gani? Shilingi bilioni 651 zinahitajika kuiokoa Tazara isifilisike. Lakini pia kuna habari nyingine inasema ana mgwira wa viongozi wa dini, ndege iliyobeba polisi mia 20 ya waka moto zote. Ni habari hizo ambazo zinapatikana katika kurasa za mbele za gazeti la Mwananchi, lakini habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa zake za ndani. Tukiliangalia pia gazeti la Nipashe ya mwanga ya jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Dangote aja kushitaki kwa Rais Magufuli, ni kuwachongea waliosababisha kiwanda chake kusitisha uzalishaji. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kuwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe na habari hii vilevile tukiliangalia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inaosema Dangote aje kushtaki kwa Rais Magufuli ni kuwachongea aliosababisha kiwanda chake kusitisha uzalishaji, ni habari habari kubwa kwa siku ya leo katika gazeti la Nipashe. Lakini habari hii inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili na habari hii, tukiangalia kwa undani zaidi inasema sakata la kusimama uzalishaji wa kiwanda cha saruji cha Dangote kilichopo Mtwara limechukua sura mpya baada ya mmiliki wa kiwanda hicho Alhaji Aliko Dangote kwa kuja nchini ili kumwona Rais Johni Magufuli. Taarifa ambazo ni pasha ilithibitishwa na kiwanda cha Dangote jana zilieleza kuwa Dangote anakuja nchini kwa nia ya kumwona Rais Magufuli ili ashtakie mambo kadhaa ikiwamo madai ya kuwapo kwa hujuma zinazofanyiwa taarifa ambazo ni pasha ilithibitishwa na kiwanda cha Dangote jana zilieleza kuwa Dangote anakuja nchini kwa nia ya kumwona Rais Magufuli ili ashitakie mambo kadhaa ikiwemo madai ya kuwepo kwa hujuma anazofanyiwa na baadhi ya watu kwa sababu za kibiashara. Kiwanda cha Dangote ambacho ni kikubwa zaidi Afrika Mashariki kwa uzalishaji wa saruji kilisitisha uzalishaji wiki mbili zilizopita kutokana na kila kilichoelezwa na mkurugenzi mtendaji wake Hapriti Dugali kuwa ni kuelemewa na gharama kubwa za uendeshaji. Mwakilishi mkazi wa gote nchini Esther Baruti aliambia Nipashe jijini Dar es Salaam jana jioni kuwa bosi wake ameamua kuja nchini kuzungumza na Rais Magufuli juu ya vikwazo vinavyokabili mradi huo wenye thamani ya dola za Marekani milioni mia tano. Ni habari hiyo ambayo inaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Tukiangalia habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe, nasema hatimaye Manji angoka jengo la PSPF. Kampuni ya Quality Group inayomilikiwa na mfanyabiashara Yusuf Manji imeondoka rasmi katika ofisi za Quality Plaza. Kampuni ya Quality Group inayomilikiwa na mfanyabiashara Yusuf Manji imeondoka rasmi katika ofisi za Quality Plaza. Kampuni ya Quality Group inayomilikiwa na mfanyabiashara Yusuf Manji imeondoka rasmi katika ofisi za Quality Plaza. Kampuni hiyo iliondoka jana baada ya kutimia kwa notisi ya saa 24 iliyopewa na kampuni ya udalali ya Yono Action Mati. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe inasema mtoto wa darasa la 5 ajinyonga kisa kushika mkia darasani, na habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu, Ikulu yakana amri kuzuia mizigo ya ya Salma Kikwete, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili. Lakini pia na Mwira sema, nikipewa nafasi nitagombea tena uchaguzi 2020 sote, ni habari zinapatikana katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Nipashe lakini unaweza kuendelea kuzisoma katika kurasa za ndani. Tanzania Daima, sauti ya watu kwa siku ya leo, katika ukurasa ke wa mbele limeandika DC familia walazo chooni, mwenyewe asema ati... Mwenye asema atishiki, ataendelea kuchapa kazi. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Habari nyingine nasema, majaliwa asema sasa tunaachia fedha. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Siku hapi shilingi milioni hamsini za Magufuli kila kijiji. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tano, lakini pia kuna habari nasema, ndale chako asema nitaendelea kutoa matamko. Lowasa, itege polisi, RC Simiyu, kwa heri mzee Yusufu mzee Tukiliangalia gazeti la Majira kwa siku ya leo limeandika Magufuli awaonya wanaomchafua wa JK, akerwa na taarifa ya sa, kuzuia mizigo ya mama Salma. Ni habari kubwa kabisa kwa siku ya leo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Majira, lakini habari hii unaweza kuendelea ni habari kubwa kwa siku ya leo katika ukurasa huu wa mbele wa gazeti la Majira, lakini habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi. Habari nyingine nasema, uwekezaji wa miradi ya umeme kuipaisha uchumi wa Tanzania. Mramba asema Tanzania uchumi wa viwanda inawezekana, ni habari hiyo nyingine pia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 ya michezo tuna gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanaspoti kwa siku ya leo katika ukurasa ya mbele kuna habari inasema, Kanavaro ni nzima wewe, wakiona cha moto. Ni habari hiyo ambao amepa kipaumbele kabisa kwa siku ya leo. Lakini pia kuna habari nasema, Matola awashawishi Simba imsajili twitte, kama vipi Mkude ajibu nao wasepe tu, ni habari hiyo nyingine. Lakini pia Kimenya kujilipua Msimbazi, ni habari nyingine hiyo kabisa ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa ishirini wa gazeti hili la Mwanasport na tukimalizia na gazeti la Bingwa kwa siku ya leo, limeandika huyu Zulu anabalai see ana vitu adimu sana Twite naye ampaswa kichwa Lwanda mina. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Beki kisiki ya waita Simba mezani ni habari nyingine hiyo, lakini pia mchezaji ambao fc afariki uwanjani, lakini pia kuna habari nyingine zinazosema kiboko ya Brazil fazu. Kiboko ya Brazil yafuzu Simba omoji hakiamisha kikosi daa. Lakini pia kuna habari nyingine zinazosema Liverpool ya lala jioni, Man United ya baniwa Kante anaifanyia Chelsea na kwa 12 uwanjani, lakini mashope ingia anga za Madrid, Barcelona. Na katika habari ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa, kuna habari inasema mabingwa Shapecoons kupewa taji la Kopa. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa 23. Lakini pia Guardiola aomba msamaha, ni habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa 23. Man United yabanwa, zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika kurasa za nyuma mwa gazeti hili la Bingwa na kwa siku ya leo ya Jumatatu ya Disemba 5 2016, tunafikia tamati katika uchambuzi wa magazeti kutoka hapa Ayo TV na Millardayo.com, lakini unaweza kuendelea kupata habari zetu kwa undani zaidi, kama utasubscribe YouTube chaneli yetu ya Millard Ayo na kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.